Kwa majina anaitwa Simon Fabius Maenge. Mimi ni mkazi wa maeneo haya hapa ya Ostabei Nyunguu. Kwa hiyo tumepata msiba hapa wa mwanafunzi msichana, ni mwanafunzi huyu. Ni kifo cha ghafla kimesikitisha wengi na kimeshangaza wengi, maana jana msichana huyu alikuwa ni mzima kabisa kabisa. Sasa amelala asubuhi wa afya yake sasa, tumeshangaa amelala asubuhi, tunakuja kuambia sisi kama majirani mtoto huyu amefariki ndani kwa hiyo ikabidi tutoke kumchukua jukumu la kumpeleka hospitali kwa uchunguzi zaidi. alikuwa ana maradhi yoyote? na alikuwa yuko na masuala yake ya shuleni kama kawaida? na mmeenda hospitali huko? kwa hospitali ambacho nimeambiwa hospitali tulipofika, mpaka sasa ni madaktari wanaendelea na upelelezi zaidi. Asubuhi baada ya watu wote tumeedamka, wengine tumedamka kwenye shughuli zetu na nini, lakini mwenzetu mmoja mpangaji akaamka asubuhi, ndio hiyo analalamika analia kuwa kuna tatizo limetokea mida ya saa nne asubuhi. Basi sisi tukajitokeza kama majirani kwenda kuangalia tatizo ni nini. Kufika ndo tunamkuta huyo msichana yuko kwenye hali hiyo ya kifo, sema ndo tukachukua jukumu la kuchukua kumpeleka sipitali. Mimi naitwa Feda Thomas. Sisi asubuhi tujajua lolote, tunaenda kufanya mashughuli yetu tu ya kawaida kurudi hapa mimi nimeingia ndani nimesema, watoto ah, leta chai ninywe, bameniwekea meza, ndio nakuta yule mama anapiga kelele, piga kelele. Nikasema huyu ah, nampiga mtoto, amekosa nini? Nikaacha chai sijanywa, ndio nikaenda nikasema, mama, kwani unampiga mtoto Akasema mimi mama, sijampiga mtoto, hebu mwangalie mjukuu wako kitandani. Nikasema nani kuna nini? Akasema sijui. Takwenda kumfunua mtoto, mapovu anatoka puani na mdomoni. Nikasema kuna nini, tukaanza kuna nini pale. Tukasema umemfanyana sema sijui, mimi nimeamka, nimesema naenda shule, kwa sababu anasoma tuition, kumbe mtoto wangu amesha ameshakuwa hivi. Ndio tukakusanyika na wapangaji wengi zake wote, tukasema jamani, kuna nini hapa, tufanyeje? Akasema tupeleke hospitali, kumshika mtoto mapofu nikasema jamani, mimi hali yangu sio nzuri e, mpelekeni, tukaangalie watatuambia nini. Toka hawa watoto wameenda hawa ndio wanarudi wanasema wanatuambia kwamba mtoto amekunywa sumu. Amekunywa sumu ya, amejipata wapi sumu? Wanasema sijui, wanasema amekunywa sumu. Sasa madaktari wanasema amekunywa sumu. Mtapingana na madaktari? Kumuuliza mama anasema mimi sijajua. Tumeenda kulala, mtoto tumelala na amka na mwamsha aende shuleni, sijajua kama mtoto yuko hivi. Kwa hiyo wana nani wa bibi sangu ndio yako hivyo. Mimi sijui lolote lote wala nini. Ndio hilo la kwenda kumsema, kwa nini unampiga mtoto kumbe mtoto ameshafariki. Ja, Jacqueline Alfred Minja niko hapa Babati mjini kwa nimepangisha hapa kwa Maenge. E, e, mimi ni jirani wa huyu mama aliyopata changamoto. Ilikuwa ni muda wa saa 4 na dakika 45 nilikuwa naongea na, na simu nikasikia mtu anapiga kelele, ndio nikatoka nikakuta huyo mama anapiga kelele tukuevlo ingia ndani kwake tukakuta mtoto amelala kitandani, anasema kwamba mtoto wake amekufa ndio tukachukua majukumu ya kumpeleka hospitali. Tulipofika hospitali madaktari wakawachunguza waka... wakaita wazazi wake, baadaye ndo wakasema tusubiri lisali moja, tutapata majibu kwao. Baada ya lisali moja niliporudi nyumbani nikawapigia nika simu, wakaniambia kwamba haijaonekana haija kwamba amekufa kwa sababu gani. Kwanza kwa jina anaitwa Godfrey Fabias Maenge, wajukuu wa hapa nyumbani. Nilikuja kupata taarifa mimi nafanya kazi huko chini mabuchani sasa nilivyokupigiwa simu kwamba kuna tatizo hapa nyumbani, nikimbia ghafla kuja kufika hapa, nikakuta mwili wa marehemu tayari huko hapo. Kwa hiyo sikuweza kuchunguza sana zaidi ya kumbeba na kumpeleka hospitali. Pale hospitali daktari alituambia kwamba inachoonekana kwamba huyu nani, huyu marehemu amekufa kwa ugonjwa wa sumu, sawa lakini akasema kwa ajili uchunguzi zaidi, kwa uchunguzi zaidi nendeni, baada ya lisali moja mtapewa taarifa, afu mtarudi. Ndio tulikuwa tunasubiria hapa tulipo, tunasubiria baada ya lisali moja tuwapigie simu, ili tuende kujua tatizo lingine lilikuwa ni lipi labda